The spirit that implanted on us shall live on. Thank you. Kidogo tu Sifuna, hii ndio siku ya mwisho SG wangu. Nimejua hawa wadozi wetu hawatanikaribisha hapa tena, wacha niongee, kwa sababu Raila alipokuwa mzima nilikuwa nachukua hata one hour ya kuongea. Saizi wadozi wetu wengine hapa hawakuwa hata kushikwa na mtu wa kanjo. To baba the Great. We want to tell our people to rise up rise with courage rise with conviction rise with strength to fight because we know that we are stronger than our oppressors. na nataka kuhakikishia Raila Amolo Odinga mahali popote yupo saa hii. Baba, siku ya leo gharama ya maisha ikienda juu, tutaenda maandamano, wapende wasipende. Asante. Baba, siku ya leo, karo ya shule ikipelekwa juu, tutaenda maandamano wapende wasipende. Baba, siku ya leo, bei za bidhaa zikienda juu, tutaenda maandamano wapende wasipende. La mwisho la mwisho, jana niliona viongozi wetu wa ODM walipewa viti Congratulations, lakini wacha niwaulize swali, wadozi. Mliangalia huyu Babu Owino mkaona hezi tosha kiti yeyote? Kwa hivyo mfikirie hiyo, mfikirie hiyo youth leader na kuheshimu, lakini hapo mbele hata babu ametosha party leader. Tunasema ni babu kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu